Swali la wengi ni je, Shetani ni mweusi na Mungu ni mweupe? Hii ni imani iliyojengeka sana katika tamaduni na dini mbalimbali mbali. Lakini ukweli wa Biblia hausupport wazo hili. Kwanza, kumbuka Mungu ni Roho. Katika Yohana 4:24 inasema, Mungu ni Roho, nao wamwabuduo lazima wamwabudu katika roho na kweli. Hii ina maana hana rangi ya ngozi kama mwanadamu. Vivyo hivyo, Shetani si kiumbe mwenye rangi ya ngozi. Biblia inamfafanua kama roho mwovu na mshindani wa Mungu. Katika 2 Wakorintho 11:14 inasema, Shetani mwenyewe hujigeuza awe kama malaika wa nuru. Hii inaonyesha anaweza kujifanya mzuri na si lazima awe mweusi. Taswira za Shetani akiwa mweusi na Mungu akiwa mweupe ziliundwa na binadamu. Kutoka kwenye sanaa, hadithi na tamaduni zinatukuza uzungu na kufifisha Uafrika. Lakini kiuhalisia, Mungu na Shetani hawana rangi za ngozi. Mungu anaangalia moyo. Si mwonekano wa nje. Hivyo, imani ya shetani kuwa mweusi na Mungu mweupe si ya kibiblia, bali ya tamaduni za wazungu. Kwa hiyo, usiweke uzito kwa rangi, bali kwa ukweli wa kiroho. Mungu ni nuru na shetani ni giza la kiroho, si rangi ya ngozi. Mungu ni nuru, wala giza lolote halimo ndani yake.